Kibu wa kanuni ni mjumbe wa baraza la madiwani, tulipewa barua kwamba tunafanya kikao leo, ikiwepo kuchagua mwenyekiti wa halmashauri, makamu wake na kupokea taarifa ya utekelezaji wa hiki kipindi ambacho baraza halikuwa madarakani lakini nimefika hapa kwa sababu mimi na nidhamu na nawahi muda. Nimefika hapa, toka saa tatu, tuliambiwa kikao kinaanza saa nne kamili, mpaka sasa hivi saa saba kasoro hakuna kinachoendelea, na bora kungekuwa hakuna kinachoendelea, lakini wametutaarifu shida ni nini, mpaka sasa hivi hatujataarifiwa shida ni nini. Watu kama unavyoona wamejaa hawaelewi, yani kila mtu anajiuliza kinaendelea nini? Hakuna kinachoendelea na hakuna taarifa, na sisi ni waheshimiwa, basi tuliotangulia kufika tumeambiwa tu kwamba jamani, kikao kitachelewa kwa saa ya moja, mbili, tatu, na kama kitachelewa kitaanza saa ngapi? nimefanya ya labda, um, mkurugenzi, nini, hakuna mwenye majibu. Kila mtu anazunguka zunguka tu anaingia huku, huyu anaingia huku, huyu anaingia huku, vikao vya mtu mmoja mmoja wawili haviishi, hatujui kinaendelea nini. Na mimi kwa sababu ni mtu wa muda, siwezi kuendelea kusubiri wakati sina taarifa. Zaidi ya masaa manne tumekaa kwenye kiti, madhara yake ni nini? Nani anaathirika? Wananchi ndio wanaathirika, kwa sababu leo tunatekeleza majukumu ya wananchi, lakini pia kuna watu wamekuja na watu wao hapa kwa ajili ya kushuhudia uapisho wa madiwani na shughuli nyingine, wameacha ratiba zao, lakini kuna wageni waalikwa wakubwa mekuja hapa wameacha shughuli zao toka saa tatu wako hapa halafu, hakuna taarifa ya rasmi ya kwamba jamani, kwa nini mpaka sasa hivi mkutano haujaanza na hakuna kinachoendelea? Oh, no, oh, no, no, naondoka moja kwa moja mimi, na majukumu mengi, kuna wananchi wananihitaji huko.